Papa Francis amefariki dunia leo Jumatatu ya Pasaka Aprili 21 akiwa na umri wa miaka 88. Kwa mujibu wa mtandao wa kijamii wa Vatican News, Papa Francis amefariki dunia akiwa katika makazi yake kwenye nyumba ya Mtakatifu Marta. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kufuatilia kifo cha kiongozi huyo wa Kanisa Katoliki duniani, Papa Francis akisema dunia imepoteza kiongozi wa kiroho aliyeacha alama ya imani upendo na maendeleo ya watu. Katika taarifa yake iliyochapishwa leo Jumatatu Aprili 21 katika kurasa zake za mitandao ya kijamii, Rais Samia amesema kwa kipindi cha tangu miaka 12 ya uongozi wake, Papa Francis ameishi kama mwalimu na kiongozi aliyesimamia misingi ya utu, ustawi wa jamii na mshikamano wa kidini. Na nukuu, kwa niaba ya serikali ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninatuma salamu za pole kwa waumini wote wa Kanisa Katoliki hapa nchini na duniani kote, amesema Rais Samia akiongeza. Alisema kuwa mchango wa Papa Francisko katika kudumisha amani na kuhimiza maendeleo ya binadamu utabaki kuwa kumbukumbu ya kudumu kwa vizazi na vizazi hasa vya sasa na vijavyo. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema Peponi, ameongeza Rais Samia. Papa Francisco ambaye alikuwa Papa wa 266 wa Kanisa Katoliki amefariki dunia leo Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi.